Wakati unamuomba Mungu kwa sifa kubwa sana na kwa shukrani kubwa sana, mara nyingine pia utapokea vitu ambavyo hata ukuwa unamuomba. Oh, upokee sifa o Mungu wa mbinguni, unakuta ulikuwa unasikia maumivu, hapa maumivu yametoka. Hukumuomba Mungu eti ya kwamba kuponye maumivu lakini kupitia sifa zako. Sasa wakati tunaomba shukrani, kwa kuwa neno la Mungu linaandika kwamba kila chakula kimewekwa wakfu kupitia shukrani, katika kitabu cha Warumi. Ni kweli kila chakula kimewekwa wakfu. Lakini sasa chakula gani? Kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kaleta yake miti huko, sisi kabila yetu tunakulaga miti. Kuna mtu ambaye anaweza kaleta zake sisimizi huko, kabila yetu sisi tunakulaga sisimizi, ndio chakula chetu. Sasa, je, hicho ni chakula mbele za Bwana? Ma ma McDonald's is my fast food restaurants, vya hamburger, vya pizza. Sisi wote Wakristo tumewahi tusifichane siri. Sisi wote tumewahi bado sijafungwa kwenye njia ya chakula. Nami pia nimekuwa ninapenda sana ma pizza, ma baga -ma -ma -ma -ma -ma -ma Lakini ni najisi. Tusidanganyane ni najisi tupu. Wote ndio maana unaamka tumechoka. Unamka, unashindwa kuomba, unalala, unaota uh, uh, ndoto chafu um, za zinaa. Vyakula navyo vimehusika.